Hannibal Gaddafi mtoto wa mwisho wa aliyekuwa rais wa Libya aliyeondolewa madarakani Muhammad Gaddafi ameachiliwa huru na Lebanon baada ya kuzuiliwa kwa takriban miaka kumi bila kufunguliwa kesi. Mamlaka ya Lebanoni ilimkamata mtoto wa Gaddafi, ambaye sasa na umri wa miaka arobaini na tisa, mwaka elfu mbili na kumi na tano wakimtuhumu kwa kuficha habari kuhusu hatima ya mhubiri wa kishia wa Lebanon ambaye ya alitoweka nchini Libya mwaka 1978. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yamelaani shutuma hizo. Wakili wake aliliambia shirika la habari la AFP dhamana yake ni dola milioni laki tisa, ambazo ni sawa na euro laki sita themanini na mbili elfu mia tisa na thelathini na na nane ilikuwa imelipwa Laurent Bayon alisema ni mwisho wa madhira kwake ambayo yamedumu kwa miaka kumi. Mnamo mwezi Oktoba, jaji alitoa dhamana ya dola milioni kumi na moja dhidi ya kuachiliwa kwa kwa Gaddafi, lakini hii ilipunguzwa wiki iliyopita baada ya timu yake ya utetezi kuwasilisha rufaa. Kulingana na ripoti ya AFP, bwana Bayon alisema mteja wake ataondoka Lebanon kuelekea mahali pasiri ikiwa mtoto wa Gaddafi alizuiriwa kiolela nchini Lebanon ni kwa miaka kumi, ni kwa sababu mfumo wa haki haukuwa huru, Bayon alisema, kulingana na ripoti ambayo ilikuwa inatolewa na AFP mnamo elfu mbili na kumi na tano haniba Gaddafi alitekwa nyara na kundi lenye silaha nchini Lebanon kabla ya kuachiliwa baadaye, aliweka kwizuizuni na mamlaka ya Lebanoni. Na baada ya baba yake kupinduliwa na waasi na kuuawa mwaka elfu mbili na kumi na moja alikimbilia Siria, na alikuwa ameishi chini ya kifungu cha nyumba kifungo cha nyumbani huko Oman na mke wake Aline Skaf. Kutoweka kwa, kwa kasisi wa Shia Musa al Sadri nchini Libya mwaka elfu moja mia tisa na sabini na nane kumekuwa chanzo cha mvutano kati ya Libya na Lebanon kwa miongo kadhaa. Hanibal Gaddafi alikuwa na umri wa miaka miwili pekee wakati huo na hakuwa na wadhifa wowote nchini Libya akiwa mtu mzima pia. Hii ni habari ambayo watu wengi wanajaribu kuijadili kwa namna tofauti, kwa sababu hiki ambacho kimefanyika, unamshikilia mtu kwa miaka kumi bila kumfunga, yani unamuweka tu kizuizini, ni jambo ambalo kiukweli mashirika mbalimbali ya kibinadamu yameweza kulaani sana.